Wafugaji wengi wamekuwa hawazingatii kanuni ya ulishaji wa samaki. Kwa kawaida inatakiwa kuwalisha samaki mara mbili hadi mara tatu kwa siku. Susan Akinyi ambaye ni msimamizi wa shamba la samaki la Jambo anatufahamisha kuwa lishe kwa samaki ni muhimu zaidi na inapaswa kuwasilishwa kulingana na utaalamu, sio tu bora chakula, ila ni chakula bora, sababu kuna vyakula tofauti. Kuna chakula cha kuku ambacho kusema lo kweli hicho chakula huwezi lisha samaki, lakini kuna chakula maalum which is a complete diet kenye kina, chakula chenye kinafaa kulishwa samaki wako tangu wakiwa wadogo hadi wakati ule utawakuza na wafike ile uh, ile mizani ile inayohitajika. Samaki wanaweza kulishwa kwa kutumia pumba ya mahindi, mashuhudu ya pamba na alizeti, soya na mabaki ya dagaa. Hairuhusiwi kuwalisha samaki kwa lishe yenye mfumo wa vumbi, bali iwe mabonge madogo madogo, no, no, no, yani pellets. Kituo cha Sagana kina mafunzo kem, kem, hata yanayohusu vyakula vya kilimo hiki na jinsi ya kutengeneza kwa njia rahisi. Kwa hivyo kitu ambacho sisi tunafanya tunajaribu kuwasaidia wakulima kwa kupatia formulations ama formula ambazo wataweza kutumia ili wawetengeneze chakula chao wenyewe, ama katika vijiji vyao wakikusanyika wakiku, wakiku, wakiku, vizuri wanaweza wakatengeneza chakula ambacho kitakuwa sio gali, kwa sababu wanaweza wakatumia mitambo ambayo ni, ni, ni rahisi. Wanaweza wakatumia hata mikono kutengeneza chakula chao, lakini chakula kile huwa kinakuwa bado kizuri, kwa sababu formula ambayo tutawapatia ni formula ambayo itakuwa ni nzuri wakati wanatengeneza chakula chao. Kuwepo kwa bei ya juu na kutotimizwa matarajio ya vyakula vinavyotengenezwa hapa nchini kumewafanya wakulima wengi kuagiza chakula hiki kutoka mataifa ya kigeni. Mbali na juhudi za serikali, wakulima wa kibinafsi pia hawajabaki nyuma katika kuwaelimisha Wakenya kuhusu kilimo hiki, na juhudi kama hizi ambazo zitawezesha nchi yetu kupiga hatua zaidi kwenye mradi huu ulioorodheshwa kwenye ruwaza ya mwaka 2030 lakini ni wachache tu at least wanafanya ukulima wa samaki , lakini mimi ningependa kuwahimiza zaidi kwamba usingojee tu kuandikwa kazi ofisini ama tuseme kwa benki ama kwengine pale. Ningekuhimiza kama, kama kijana mwenzangu, ili tuweze kufanya ukulima wa samaki na pia vile vile tuweze kutangaza uh, ujumbe huu wa kukula samaki kwa sababu uh, tukiweza kufanya watu wale samaki, na ndivyo vile vile sisi tukifanya ukulima huu wa samaki tutaweza kunufaika. Katika serikali za kaunti, mradi wa ufugaji wa samaki umekumbatiwa sana, na hata kunazo kaunti zinazowarai vijana waweze kujitosa kwenye kilimo hiki. Philip Ruto ni afisa wa uvuvi katika eneo la Nyamira. Mi nawaamisa wakulima sana sana, vijana waike hii mradi wa ufugaji wa samaki, sanasana eh, sana kama kaunti kama kwetu wa ku subsidize chakula mbegu tute kwa wakulima. Mali ghafi zinazopatikana kwa urahisi katika maeneo tunakoishi zinafaa kuendesha kilimo hiki kwa urahisi bila ya kuwa ghali. Gharama ya juu ya pembejeo hufanya wakulima kushindwa kupata faida ya kutosha kwenye biashara hii, ufugaji wa samaki, ufugaji wa kuku, ngombe Uh, it's not capital intensive. Yani, una uh, utaji maybe ni kulisha tu, bora umechenga kidimbwi au uh, utaji maneno mengi ni kulisha tu samaki. Ukisema utafanya kwa mfano kidimbwi, ki, kidimbwi cha samaki, ukisema wewe utatengeneza kidimbwi ambacho ni cha mchanga tu na unaona maji hayapotei pale, ni, ni bora zaidi kuliko kutumia kidimbwi ambacho kwa mfano kimetumia Izi, izi, izi makatasi. Kwa wawekezaji wa kiwango cha juu kama vile Susan, nia yao sio tu kukuza samaki wa chakula wao. Wamejihusisha pakubwa na kuhakikisha jukumu la utafiti wa kituo cha Sagana zimewafikia wananchi. Baada ya kupata mafunzo ya jinsi ya kuwakuza watoto wa samaki, Susan na wawekezaji wenzake wameamua kustawisha biashara hii kwa mapana na marefu. Sema la kweli, hii system, hii hatchery, Si wakulima wanataka kukuza samaki ili ya kuliwa ya kuku, ya. Je, wafahamu kuwa mayai ya samaki wa tilapia huanguliwa kitaalamu kwa kuzingatia hali ya maji yanayozunguka peke yake? Ndio hali inayoendelea kwenye chumba hiki ambapo mayai hutolewa kwa mdomo wa samaki na kisha kuwekwa hapa na kuzungushwa kwa takriban siku saba kabla ya kuangua. Alafu hayo mayai tunaweka kwa hii incubator. so kenye inatokea ni kwamba haya mayai tunataka yaangue baadaye, lakini lazima tu, tu tuigize kenye kinatokea katika mdomo wa samaki, yakiendelea kuenda hivyo mviringo afte mda wa siku kama saba hayo mayai huangua, na ukiona hapa maji yakitoka juu yanaenda chini, hayo mayai yanaendelea kuzunguka. Wakulima wengi wanajihusisha na ufugaji wa aina mbili za samaki ambao ni wa chakula. Hawa ni samaki wa tilapia, na kisha samaki wa kambale yaani catfish. Hata hivyo, kituo cha utafiti cha Sagana kinaendeleza utafiti wa samaki wengi wanaoweza kuwa na faida kwa wakulima wa vidimbwi. Na samaki mwingine ambayo tunahusikana naye anaitwa Ningu. Hao ni samaki ambao wamekuwa wakitumika sana kwa ufugaji kwa, kwa ni samaki ambaye ni mzuri sana kwa mayai yake, anapendeza watu wanaomla wana, wana wanafurahia sana. Nataka samaki huyu pia awezi kuwa anakuwa kwa haraka, sababu ukiangalia katika mito ambapo wanapatikana huwa hakui kwa haraka Kwenye shamba hili lililo chini ya greenhouse kunao samaki mfano wa huyu hapa ambao wanaweza kufikisha uzani wa kilo kumi katika muda wa mwaka mmoja. Hata hivyo, muda unaofaa kuvuna samaki hawa ni miezi sita, ambao watakuwa wametimiza uzani wa kilo moja. Katika kufanya utafiti, je, ni malengo gani yaliyo na umuhimu na yatamfaa vipi mkulima, Bwana Daktari? Utafiti ambao tunafanya kwa hawa samaki ni kwamba samaki hawa kwa kawaida yao ni samaki ambao wanakuwa polepole pole lakini sasa tunataka kuhakikisha kwamba samaki wakuwe kwa haraka. Tunataka tunataka pia samaki wasiwe wanakufa ovyo ovyo wakati unawakuza hao samaki. Tunawaboresha samaki hawa ili mkulima anapowachukua Akit... Akit... Akit.. Akit... na kuwafuga iwe anaweza akapata faida kwa, kwa upesi.